Yes, mwanaharakati Martha Karua ambaye anafahamika kwa jina hilo, tunajua huyu ni mwanamke kutokea kule e, nchini Kenya. Sasa ni miongoni mwa watu ambao pia e, wamekuwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kutangaza kuweza kuwania kiti cha urais wa Kenya kwa mwaka 2027. Sasa akizungumza na shirika la habari AFP, amesema kwamba nchi hiyo iko kwenye hali ya mvurugano Ee, nchini Kenya kwamba kumekuwa kuna hali ya mvurugano hasa katika masuala mazima ya kisiasa, na hii ni kutokana na rushwa, lakini pia mauaji ya polisi na kuzorota kwa uchumi. Karua pia alihudumu katika serikali e, katika miaka ya elfu mbili, lakini pia na kama mwanasheria mkuu, lakini pia hivi karibuni amekuwa akionyesha uwakilishi wa viongozi wa upinzani walioko magerezani e, katika nchi jirani kama Tanzania, lakini pia pamoja na e, Uganda. Sasa story ya Martha Karua kwa Tanzania, najua mtakuwa mnaelewa vizuri. Alikuwa ni mmoja kati ya wanaharakati ambao pia wanatokea Kenya lakini wamekuwa akiwatetea sana e, wanaharakati wengine ambao wa vyama pinzani kutokea e, hapa Tanzania akiwemo Tundu Lisu. Hata katika e, kesi yake ya Tundu Lisu pia tuliona Martha Karua alikuwa akipa umbele zaidi kuweza kumtetea, na aliweza kufunga safari kabisa kutoka nchini Kenya na kuweza kufika hapa Tanzania ili kuweza tu kutetea chama cha Chadema tetea kwamba Lisu aachiwe kwa sababu anapingana ana, ana, ana, ana ana na, na, na, na reforms ambazo zipo ambazo zinapatikana hapa katika nchi ya Tanzania. So anataka kuweza kuwa eh, ni moja kati ya watu ambao pia watafanikisha hasa masuala mazima ya no reforms, no election. Pia na yeye atahusika. Sasa taarifa zinasema kuwa hata huko katika nchi ya kwao Kenya anatarajia kugombea urais mwaka 2027. Sasa vipi kwa upande wa Kenya wanamkubali au kwa upande wa Tanzania wanalichukuliaje ee, swala hili? So tutegemee kwamba Martha Karua mwaka 2027 naye atakuwa ni moja kati ya miongoni mwa marais ambao watataka kuwania kiti cha urais kutokea pale nchini Kenya. Lakini pia yeye anasema kwa maelezo yake kwamba Kenya imekuwa ina machafuko makubwa na machafuko mengi sana ambayo yanakuwa yanaonekana, na hasa tumeona kuna video ambazo zinasambaa za e, e, William Ruto kuweza kupigwa viatu na vitu vingine kibao kama hivyo. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na hii Martha Karua? Ataweza kupita? Drop comment yako hapo, utakuwa umetisha kinoma noma ukisubscribe okay channel yetu, utakuwa umefanya poa and subscribe, bila kusahau kulike na kushare chao.